Kwa sababu tunakwenda katika, katika maridhiano lakini hatupaswi kutengeneza vita mpya au kutengeneza mgogoro mpya, migogoro ya udini. Sisi tunasimama kama taifa, tupo katika udugu wa kitaifa na udugu wenye asili ya ubinadamu, kwa sababu sote tunaamini, wenye dini na wasiokuwa na dini wanaamini kwamba binadamu ana chango na chanzo cha binadamu. Wengine wanasema ni, ni Nabi Adam Nabi Hawa, wengine wanasema Adam na Eva, lakini wakimlenga mtu mmoja, kwamba huu ndio udugu wa asili kabisa toka kuumbwa kwa mwanadamu. Sasa udugu huu haupaswi kutenganishwa katika namna yoyote na mtu yoyote, hata weje. Tumeona baadhi ya kauli ambazo si njema ambazo kauli hizo tunaamini kwamba zimetolewa na watu kama inavyoelezwa kwamba wachafu wengi huwa wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Maanake mtu anapovaa joho la udini, kiongozi wa dini atakapotoa lugha zenye mkanganyiko katika jamii, zenye kuwagawa watu, kuhatalisha amani, ni kwamba wachafu wengi wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Watu wote hawa manabii wote na mitume wote duniani wamekuja kulingania amani na haki wote. Ukisoma hakuna hata nabii mmoja, hata mtume mmoja ambaye amekuja kuchochea vurugu, amekuja kuchochea lugha zenye mtafaruku katika jamii. Na ndio maana hata kwa Waislamu kuna aya ile kusema pale kum dinu kum walia ya dini, kwamba ninyi mna dini yenu na sisi dini yetu. Maana yake ni kwamba kila mtu aheshimu hulwa wa mwenzake, yani kila mtu aheshimu dini ya dini ya mwenzake. Kwa hiyo tunapokuwa katika hii mijadala ya kitaifa, ni marufuku kutumia lugha za kidini kwa lengo la kumtusi na kumdhalilisha mtu, ni marufuku. Mi nilikuwa nikijiuliza hapa e, kuna ndugu yetu mmoja ambaye anasema yeye ni mhadhiri, na siwezi kuliacha kulisemea hili. Ngaja sitomtaja kwa jina kwa kuzingatia kanuni za kisheria na, na, na, na, na kiitifaki lakini naisema kwa sababu mimi pia licha ya kwamba natimiza majukumu mengine ya kuhudumia umma, kuhudumia jamii kwa kusimamia viapo kwa lengo la kusimamia haki na vitu vingine, lakini pia vinapoingia masuala ya imani, hatuwezi kusita kusema, kwa sababu pia e, imani ni kitu kikubwa sana. Yani leo hii hata mimi ukiniambia kwamba kati ya, ya Mungu wako na hivi vitu vingine vya kilimwengu ni vipi, nitakwambia hapana ta, nitafuata ya Mungu. Kwa hiyo tumemwona mtu ambaye amevaa joho la Uislamu na amesema lugha za wazi wazi kwamba swala kukatana vichwa wapite kila katika nyumba za ibada. Sasa tukaona hiki ni kitu ambacho hakituwezekana na hakipaswi kuwezekana, na nilitarajia kwa sababu pia vile vile tumeangalia kwamba tunayo sheria ya uchochezi kuna sheria ya makosa ya jinai, kwa sababu pia ametumia udhalilishaji kwa baadhi ya taasisi zingine. Najua wale waungwana wanasema muungwana hanuni mashavu, muungwana hununa moyoni. Yani make watu hawakujibu, si kwamba hawajaudhi wale ambao walitumia nayo, ni kwa sababu ametumia falsafa ya kiungwana. Sasa mtu anapokuwa hanuni mashavu, anapotia moyoni, malaka atengeneza kisasi, na wale watasema ni waislamu wamefanya, au waislamu wamefanya moja mbili tatu, lakini waislamu hawajafanya hayo na hatuko katika hayo na haitokuwa katika hayo, kwa sababu sheria na dini zinatuongoza. Kwamba nimesema nini, tufanye kwa maana yake, lugha alizotumia moja, amefanya lugha ya kutweza utu watu, wa watu wamedhalilisha. Pili, ametumia lugha ya uchochezi, sheria zipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulitarajia, na naomba nitoe maelekezo ya kisheria kwa jeshi la polisi. Ndio akasema una mambo ya kutoa maelekezo? Ninayo kwa mujibu wa sheria. Kwa maana yake mtu yoyote ambaye anafanya vitendo wa makosa ya kijinai maelekezo ya sheria amesema mtu huyo ni mtuhumiwa na anapaswa kukamatwa na kuujiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa iweje mpaka leo hatujiona kwenye taarifa mbalimbali mba za habari kwamba limefunguliwa hata jalada la uchunguzi kuitishwa. Lengo la kusema haya nini? Tujue chanzo. Kwa hiyo manake jeshi la polisi katika hili wanabidi wawajibike. Wachukue hatua ipasavyo. Na wanavyosita kuchukua hatua ipasavyo manake leo wa wadao, na kesho kutwa sisi wadau kwa sababu tunajenga nyumba moja. Isije kuonekana kwamba tuna majungu. Kwa sababu na sisi tutatumia kalamu zetu nyekundu. Tutaandika, tutazishauri mamlaka za teuzi, tutamshauri amiri jeshi mkuu, jamani, unayaona huku mtaani anaendelea na hizi vita za udini na vitu mbalimbali, kwa sababu tunao baadhi ya watumishi ambao hawawajibiki. Ukiwa kama mkuu wa nchi na serikali, kwa maslahi mapana ya taifa ambayo umeapa na kuilinda jamhuri ya muungano wa Tanzania, umeapa kuondoa vita ya udini, ubaguzi na misingi yote, kwamba tunaona hapa watumishi hawawajibiki katika hili tunaomba uchukue hatua.